na mshukuru ye Mola kutuweka ne imani Mola wangu ye maula mlezi alo mbinguni ni Allah azza wa jalla, jalaluhu ye manani amewepesisha njia mola wetu ye rabbana ataitaka ingia mafikio yawe janna elimuni yake njia ambayo nyepesi sana kwa hilo twajibu vunia neema kwa halu sunna marakizi zipo nyingi kila pande ya dunia ambazo zina misingi misingi ya salafia watu waja kwa wingi kuijua sawa njia kwa vikwazo na vigingi yote wanavumilia. Mfano ni Tanzania ni pande za Kigamboni daru ya Qurania za tundu isongani ni daru ya hadithi ya neema kwa waumini markazi ipo da hapo Pemba mnazini kwanza naanza kuomba kheri, ninaiombea ninamuomba, muomba kheri hii endelea, ihifadhi yako nyumba hii daru salafia, kwa heri twaomba pamba baraka kutujazia. Hiyo daru ya hadithi katukiri, mujalali yupo shekhe muhadithi Salimu Idi Hilali, amebobea hadithi, fikihi, sira, jamili, mustalahi hadithi, pia fani mbalimbali mbali. Markazi markazi yapokea wanafunzi pande zote, hata nje Tanzania, wanapokelewa wote, kikubwa lete barua kusaliwa, cheti chake tuweze kukutambua vizuri, ufahamike. Kila mwaka wapokea, kila mwe kila siku wanafunzi waingia mchana, pia usiku, na hakuna kulipia, hutolipa hata buku. Chakula tajipatia na mabweni yapo huko, masomo mengi twasoma, watufundisha walimu, baadhi nitayasema kwa uchache ufahamu kama wataka kusoma, na beba hili jukumu, na anza na somo mama, lenye kubwa umuhimu. Twaisoma Koroani tilawapia hifidhi, tunafundishwa matini kabla anza kuhifadhi, kuweka sawa ndimini, kwa yake sawa lafudhi, sije kuwa makosani pindi utapohifadhi na somo la tafasiri tafasiri Qurani kitabu chake kahari kuielewa maani kuchambua zake siri kuijua Furuqani na usuli tafsiri tunaisoma daruni na somo la tauhidi nalo tunajisomea na somo la itikadi itikadi salafia ili uwe mahamudi uifate hii njia watu wanajitahidi masomo kuzingatia na elimu ya hadithi nayo sijaisahau, mustalahu hadithi, swarufu pia nahau, pia somo la mirathi kukitambu wa kigau kuitambuwa thuluthi, sudusi nusu rubuu, kawaidu awaidu fiqihi ya nalo somo la fiqihi, nayo tunajisomea, twalisoma kwa faqihi, misingia imla ya haiki itaba sahihi na fanizi lobakia kama balagha fasihi

uikaniimesha kudusi mwalimu Faraji kheri ni dhahabu alimasi, mwalimu Khamisi pia naye abuu Ghassani, mwalimu Ibrahimu pia Buukashani thamani siwesi kumalizia, itarefuka matini, ni wengi walobakia, walimu wa Qurani. Mazingira markazi yamepambika vizuri, na sehemu za malazi ni mzuri, manzari yote katupa, azizi rahimu, Mola qahari, kwa masomo ya makazi, kwa anayetaka kheri, eneo lakeni pana lipo mbali na fitani, ni zuri ukiliona, manzari ya bwenini nyumba zili zopangana so pasuri pake jikoni, fujo kelele hapana, watu wote bashashani, pia nyumba za walimu wanafunzi walooa wapu kusaka elimu, Mola wao kumjua, najua umefahamu, kwa uchache wasilia sehemu yenye nidhamu, kwa adabu wazopewa, utasikia swautu ni kama upo sokoni, hizo sauti za watu wameshika Qurani, wala hutoona katu walokuwa uriani, hizi nyingi khairatu, tuamshukuru Manani. Lengo ni kutambulisha, wala sio kujikweza, hilo sija maanisha shahidi Mola muweza, twaomba Mola zidisha neema nyingi ongeza, pia Mola neemesha kwa wote wanojifunza. Nimefika ukingoni, qahari na mhimidi, qalamu naweka chini, namshukuru wadudi, pia nawakumbusheni, markazi kwa mawadi, ni darul qurani